Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano juma la tatu, kipindi cha Majilio mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo, sura ya arobaini na tisa aya ya pili na aya ya nane hadi ya kumi na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Matayo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na saba. Karibu tusikilize injili. Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Matayo sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na saba.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 Ndugu mpendwa msikilizaji, kuanzia tarehe kumi na saba Desemba kanisa linaingia katika sehemu ya pili ya majilio, kipindi cha mwisho cha maandalizi kabla ya Krismasi. Katika siku hizi tafakari ya kanisa inabadilika kutoka kusubiri kwa jumla na matumaini ya mbali kwenda kwenye ukaribu wa tukio lenyewe la kuzaliwa kwa Mwokozi, yani Krismasi. Ndiyo maana injili ya leo inaanza kuturudisha kwenye asili ya Yesu, historia yake na mazingira ya kuzaliwa kwake, ili kutuonyesha kwa Mungu alijiandaa kwa muda mrefu ili kuja kuishi pamoja nasi. Injili ya vizazi vya Yesu inatufundisha kwamba Yesu aliingia katika historia halisi ya binadamu. Hakutokea kama kiumbe wa mbinguni asiye na uhusiano na maisha yetu, bali alichukua mwili na damu ya mwanadamu kupitia Bikira Maria. Kila kizazi kilichotajwa katika Injili kinawakilisha safari ya binadamu iliyofika kilele chake kwa Yesu Kristo. Hii inatufunulia ukweli wa kina kwamba damu ya Kristo haianzi Kalvari pekee bali inaanza katika fumbo la umwilisho. Mtoto anayezaliwa Betlehemu tayari anabeba ndani yake damu ile ile atakayoimwaga baadaye kwa ajili ya uokovu wa watu na kwa ajili ya uokovu wa ulimwengu. Sehemu ya pili ya majilio, kwa maana ya kuanzia tarehe 17 hadi tarehe ishirini na nne ya mwezi wa kumi na mbili inatuunganisha moja kwa moja na fumbo la damu ya Kristo. Tunapomwangalia Yesu kama mtoto mchanga, hatupaswi kuona udhaifu wake tu, bali pia upendo wa wake unaojitoa Mungu anakubali udhaifu wa kuwa binadamu ili aweze kutuokoa kikamilifu. Damu aliyoirithi kutoka kwa vizazi vya binadamu ndiyo inakuwa chombo cha wokovu wetu, damu ya agano jipya inayosafisha dhambi na kuturejesha katika urafiki na Mungu. Katika mwanga huu Krismasi haiwezi kutenganishwa na msalaba. Furaha ya kuzaliwa kwa Yesu inaunganishwa karibu na sadaka yake pale msalabani. Hori la Betlehemu tayari linaelekeza macho yetu Kalvari, kwa sababu mtoto anayezaliwa ndiye mwanakondoo wa Mungu anayekuja kuchukua dhambi za ulimwengu. Sehemu ya pili ya majilio basi, inatualika tutafakari kwa pamoja ukweli huu kwa undani, ili sherehe ya Krismasi isiwe ya juujuu bali iwe ya kina na yenye kuzaa matunda ya toba na upendo. Kwa hiyo, majilio yanakuwa wakati wa kujiandaa ndani kabisa, na kanisa linatualika tusafishe mioyo yetu, turekebishe mahusiano yetu na kurudi kwa Mungu kwa unyenyekevu. Tunapojiandaa kumpokea Kristo aliyezaliwa tunajiandaa pia kumpokea Kristo anayekuja kutukomboa kwa damu yake katika sakramenti, hasa sakramenti ya ekaristi takatifu, ambamo tunashiriki damu ile ile ya wokovu wetu. Hatimaye tafakari hii basi, ama injili hii inatukumbusha kwamba maisha yetu wenyewe yako ndani ya historia ya wokovu. Kama vizazi vya Yesu vilivyokuwa sehemu ya mpango wa Mungu, nasi basi pia tunaalikwa kuwa sehemu ya mpango huo leo na pia sehemu ya pili ya majilio inatualika tufungue mioyo yetu ili Kristo aingie katika historia ya maisha yetu, atutakase kwa damu yake na atujaze matumaini mapya na pia atufanye mashuhuda wa upendo wake tunapomsubiri aje wakati wa Krismasi. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Felgismi Agustino Olomi wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.